Huyo hapa winga hatari kutua pale Msimbazi. Katika harakati za kuimarisha kikosi chake kuelekea msimu ujao wa ligi kuu Tanzania bara na mashindano ya kimataifa, klabu ya Simba inaonekana kuingia kwenye mchakato wa usajili wenye malengo mahsusi. Taarifa za ndani zinadai kuwa kocha mkuu Steve Barker amependekeza usajili wa, wa winga Gaston Sirino Rodriguez raia wa Uruguay anayekipiga katika klabu ya Kaizer Chiefs ya Afrika Kusini. Pendekezo hili linakuja kufuatia kuuzwa kwa Jan Charles Ahuwa, aliyekuwa akicheza nafasi ya winga ya kwenda katika moja ya klabu kubwa za Afrika. Jan Charles Ahua alikuwa mchezaji mwenye kasi, uwezo wa kupenya ngome za wapinzani na mchango mkubwa katika mashambulizi ya Simba. Hata hivyo, kuondoka kwake kumeacha pengo ambalo linahitaji kuzibwa kwa haraka na kwa ufanisi mkubwa. Katika mazingira haya, Barker anaonekana kuchukua hatua za kitaalamu kwa kupendekeza mchezaji mwenye sifa zinazofanana na ahua na zinazomzidi pia, lakini pia mwenye uwezo wa kucheza katika ligi yenye ushindani mkubwa barani Afrika. Sirino ni mchezaji mwenye uwezo wa kucheza kama winga wa kushoto au kulia, akiwa na sifa za kiufundi, kasi, na uwezo wa kutengeneza nafasi za mabao. Akiwa amecheza kwa mafanikio makubwa katika klabu ya Mamelodi Sundowns kabla ya kujiunga na Kaizer Chiefs, Sirino amejijengea heshima kama mmoja wa wachezaji wa kigeni walioweka alama katika soka la Afrika Kusini. Uwezo wake wa kuunganisha mashambulizi na kutoa pasi za mwisho ni kipengele kinachomvutia Barker, ambaye anatafuta mchezaji atakayechangia mara moja bila hitaji la muda mrefu wa kuzoea mazingira. Tangu kuwasili, tangu kuwasili kwake pale Simba, Steve Barker ameonyesha mwelekeo wa kisasa katika usajili, akilenga wachezaji wenye uzoefu wa mashindano ya mataifa, uwezo wa kiufundi na nidhamu ya juu. Pendekezo la Sirino linaendana na falsafa ya Barker ya kujenga kikosi chenye ubora wa kimataifa lakini kinachoweza kuhimili presha ya mashindano ya ndani. Aidha, Barker anaonekana kutambua umuhimu wa kuendeleza mabadiliko ya kimkakati bila ya kuvuruga muunganiko wa kikosi. Iwapo Simba itafanikiwa kumaliza dili hili la kumsajili Gaston Sirino, itakuwa ni hatua muhimu katika kuimarisha safu ya ushambuliaji na kurejesha kasi ya kikosi mara baada ya kuondoka kwa hua. Usajili huu si tu unaleta matumaini makubwa kwa mashabiki bali pia unaashiria mwelekeo mpya wa klabu katika kujenga kikosi chenye ushindano wa kimataifa. Kabaka Sirino ni zaidi ya mambadala, ni chachu mabadiliko ya kimkakati ndani ya Simba. Je, yeah, nini maoni yako? Utumikie kupitia chaneli yetu ya YouTube Jecha Media, kikubwa subscribe, siachi kwa kwanza kupata habari zote motomoto kem kem za kimichezo ndani na nje ya nchi.